Lakini vilevile vile tulikuwa na sekondari zinaitwa sekondari za ufundi. Sekondari za ufundi zilikuwa kama vile Bwiru, Ifunda, Tanga, Moshi, zilikuwa zinaitwa hivyo, Ifunda Technical Secondary School, Tanga Technical Secondary School na kadhalika. Walikuwa wanasoma katika shule hizi za sekondari za ufundi ni wale waliofanya vizuri zaidi katika hisabati na masomo ya sayansi, na wakisoma humu wakimaliza wanapata cheti cha kidato cha nne cha baraza la mitihani la taifa na vile vile cheti cha baraza la ufundi la taifa, hivyo kwamba wanaweza wakaajiriwa moja kwa moja kuwa mafundi umeme, unaweza kuwa mafundi magari, unaweza kuwa ufundi ujenzi na kadhalika. Kwa bahati mbaya, zile shule zilififia zikafa, shule zote zikabaki ni shule za elimu jumla. Sasa rais wetu aliagiza na mtakumbuka, mwaka 2001 alivyohutubia bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliwaahidi Watanzania kwamba ataleta mageuzi makubwa ya elimu ili elimu yetu iakisi matakwa ya, mata ya zama hizi, akatuelekeza sisi tutekeleze jambo hilo na amelisimamia. Matokeo yake ni kwamba sasa sekondari zetu zitakuwa na miche, mirengo miwili, kutakuwa na mkondo mmoja wa amali na mwingine wa elimu jumla. Elimu jumla ni hii sekondari ambazo tumezoea sana. Mrengo wa amali unakuwa na sekondari za ufundi, kutakuwa na sekondari za kilimo, kutakuwa na sekondari za michezo, kutakuwa na sekondari za mziki na kadhalika. Hapa tunazindua sekondari ya ufundi kwa hii ni sekondari ya amali, kwa maana ya ufundi, ni Technical secondary school. Raisi wetu anakuja kuzindua hapa kama ishara ya kuzindua mwendelezo wa ujenzi wa shule mia moja na tatu Tanzania nzima na ujenzi unaendelea karibia kila shule ishapata bilioni moja nukta sita inafanyika katika Tanzania nzima. Kwa hiyo ni siku kubwa na nzuri sana. Kwamba tunarudi kule ambapo kwa kweli tuliacha. Tuliacha kwa sababu kadhaa lakini tunarudi kule. Na elimu ya namna hii ina inahitajika sana. Inahitajika sana katika soko la ajira, inahitajika sana hata nje ya nchi yetu. Kwa hiyo ni jambo moja zuri sana, jambo la kufurahisha sana na ujenzi unaendelea. Mpaka sasa hivi hapa nchini tuna sekondari mia moja 15 za amali zinafanya kazi. Hizi zitakapokamilika 103 zitaongezea zile 115. Lengo mbele ya safari tuwe na sekondari nyingi, kiwezekana nusu ya shule za sekondari ziwe ni sekondari za amali. Lakini amali sasa inaweza kawa ya ufundi kama hii hapa, na nimesema nyingine zinaweza kawa za michezo, sports academy, unaweza kawa na music academy, unaweza kawa na za kilimo na kadhalika. Hii ni safari nzuri. Na mimi ninachofurahi mara nyingi mageuzi ya elimu aliyoanzisha rais wetu sio kitu unachokiona kwa macho. Daraja la Busisi ukiliangalia unaliona, SGR ukiliangalia unaiona, mfumo huuoni walao dalili ya mfumo. Ni hii hapa, unaona sekondari zinazojengwa sasa hivi, kuona kwamba kwa kweli mfumo mpya wa elimu umeanza kazi, na matokeo yake, mimi nasema kwa kweli, kwa mwendo huu katika elimu kwa nchi yetu chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan nasema kabisa kwa ujasiri yajayo yanafurahisha kweli. Kuna mahitaji makubwa ya walimu kwa shule zote, lakini hapa tayari watakuwa wamepangiwa walimu watano, kwa sababu hii itaanza kuchukua wanafunzi mwezi Januari wanapokuingia form one. Kwa hiyo mwalimu watano, pengine wakiongezeka wawili watatu, wanaenda mbele. Lakini swala kubwa vilevile, sekondari ya ufundi lazima iwe na vifaa. Kupitia debt swap na rasia tumepata bilioni 40 bilioni 40 hizo zitatumika kununua vifaa katika hizo shule 103 zote zinazojengwa hapa nchini. Kwa location ya ujenzi huu mpaka sasa hivi ni bilioni takriban bilioni 40.6 kwa nchi nzima, kwa vifaa ni bilioni 40 vile vile kwa ajili ya vifaa, alafu tunahitaji vile vile kuwa na walimu na vile vile, kwa sababu kuna karakana, kuwa na wasimamizi wa karakana ambao wanaweza kusimamia na, na shule zikaenda vizuri. Kwa Watanzania, mafanikio ya serikali ya Chama cha Mapinduzi ni mengi na makubwa. Mengi tunayaona ni kama vile barabara ikiwa ya lami, daraja la Busisi ni mafanikio makubwa sana, SGR ni mafanikio makubwa sana lakini yako mengine ambayo hayaonekani mara moja na anachukua muda mrefu watu kuanza kuyagundua. Mabadiliko ya mfumo wa elimu ni moja kati ya mafanikio makubwa sana ya serikali ya Chama cha Mapinduzi, na kwa kweli hayo yamefanyika chini ya uongozi na kwa maelekezo hasa ya mheshimiwa rais wetu mheshimiwa Dr Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo wazazi, muone kinachofanyika nchini. Tunajenga hizi sekondari za ufundi mia moja na tatu pamoja na vyuo vya VETA sitini na nne vinajengwa katika wilaya ambazo hazina vyuo vya VETA vya wilaya na tunakamilisha ujenzi wa chuo kimoja cha VETA cha mkoa wa Songwe, ambao wenyewe nao ulikuwa hauna chuo cha VETA cha mkoa wa Songwe. Kwa hiyo mabadiliko haya ya kwenda katika mafunzo kazi